uharamu wa, wa nyimbo na kuimba na mziki na kutumia vile vyombo vya mziki na kusikiliza pia. Hiki ndio kichwa cha hotuba yetu. Ndugu zangu katika imani, wewe huwezi kuuza duka mpaka upige mziki, mpaka uweke mziki katika duka lako ndo tauza. Yani wajua hicho ndo kivutio, ndo riski, hiyo ndo inavyotafutwa riski, ndo unavuta watu kupitia nyimbo wayasaiqu darajatu nariya, na ewe muendesha boda bodaboda wewe. wewe wewe, muendesha pikipiki wewe, kwani huwezi kuendesha mpaka wapige watu makelele ya nyimbo, mpaka mtuharibie watoto wetu, mpaka muharibu jamii? Yaani nyie boda bodaboda mmefika atua pikipiki huko huko, lakini wa habari ya mziki huko nayo hapa, na ni Waislamu ndio wanafanya haya. Kwani hujui wewe kama jambo hilo ni haramu? Ujui kama unasaidia kueneza fahisha usichokielewa ni nini ewe Muislamu? Ni tasahul kufanya wepesi tu kulifanya jambo kama lote, si lolote, si chochote. Na hilo ndio linaloangamiza watu wayasaiqu sayyaratu rukab, na ewe dereva wa gari wewe mwendesha gari abiria wewe wewe dereva daladala wewe. Kwani huwezi kuendesha daladala yako mpaka uwasumbue watu na nyimbo, uwasikilizishe watu nyimbo, tena nyimbo za matusi. Wanapanda watu humo, watu wako na familia zao, nyimbo za kutukana, mwaondoa heshima ya watu kwenye magari yenu. Kwani wewe huwezi kuendesha gari bila kupiga nyimbo? Nyinyi watu wa mabasi, mtu atoka mwanzo wa gari mpaka mwisho anapofika, ni nyimbo tu tena so hivyo mpaka na tv yake watu wako watupu, katika, katika nini televishen, wawalazimisha watu waone, mwisho wazazi wanagombana na watoto kwenye magari kwa ajili yenu. Amzuia mtoto, lakini zile sauti nani hajisahau, mpaka anaenda kutizama yale machafu. Wewe wabeba madhambi ya watu wangapi? Wewe bodaboda wajibebesha madhambi ya watu wangapi?

Huyu kwenye karne bintayn, ya nane, huko ndo zama zake sowa lehu. Anasemaje Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, rahmatan wasia, anasema wal maazifu hiya khamru nufus. Anasema haya mambo ya nyimbo, mambo ya kusikiliza nyimbo, anasema ni khamru nufus, ni pombe ya nyoyo, ni kilevi cha nyoyo mambo ya kusikiliza nyimbo ndio ulevi wa nyoyo. Yani sio kasema mimi si lewi, ah, wewe ni mlevi mkubwa. Ukajisema mimi si lewi bwana, mimi kwani nani kakwambia ulevi mpaka umekonda? Anakuambia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na masala ya, ku, ya kuimba yana kusikiliza nyimbo ya hamrun nufus, anasema huo ni ulevi wa nyoyo tafalu bin nufus adhamu mimma tafalu humya lkuus, anasema alimam rahmatullahi alayhi anasema, hilo jambo la kusikiliza nyimbo wo ulevi wa nyoyo ni mkubwa zaidi kuliko ule ulevi unaokuwa unaopatikana katika zile glasi au vile, vile vikombe vya kunyoya pombe, ile pombe yake kali inayokuwa ndani na ule moto wake namna yule mnywaji anavyolewa ile nafsi yake, anasema ulevi wa kusikiliza nyimbo unalewesha zaidi kuliko hiyo pombe tena kali eh. Sitwawaona maana hivi sasa za nywewa live kabisa mtaani, kuna pombe ni, ni, wanasema wenyewe ni ngumu kumeza, akiitia basi lazima akakamae kabisa, fumbe macho ndanaweza kuimeza. Alimamu anakuambia huo muziki huo unaenea unalevesha zaidi nyoyo zenu kuliko hiyo pombe pombe chungu tena kali, akafika hatua ya kusema rahimahullahu taala, fa idha sakaru bil aswat halla fihim al shirk. Anasema basi watu watakapokuwa wamelewa kwa sauti tu hizi za nyimbo wanazozisikia, mtu akalewa akachukuliwa na ulevi huo, basi anasema ushiriki na udhihiri kwa hawa watu, shirki kwao huwa ni jambo jepesi, na nyinyi mwayajua Yaani, usishangae leo hii kumwona msanii anamtukana Allah na akasema Allah hayupo, bali wakafika hatua ya kusema Allah ni wa kike. Mwayajua nyinyi, sio kingine, ni ulevi wa nyimbo. Haya maneno wameyasema wanazuoni miaka hiyo mia sita huko ishapita, nyiye ndio mwayaona sasa. Usishangae mshirikina anafika hatua hiyo, usishangae mtu wa mziki

wamalu ila lfawahish, na mtu atakapokuwa amelewa kwa zile sauti, ushirikina ukadhihiri kwa wao, wamalu ila lfawahish, basi watu hao hulemea katika maovu, uzama, yani huzidi upande kwenda katika maovu. Huwa anayelemea katika upande wa maovu, kwenye mema humkuti isipokuwa moja, mama mazuri hutamkuta isipokuwa moja, lakini ukiya hesabu maovu yamepandamana kwake na nyinyi watizameni watu wa nyimbo. Yani niambie ni, ni msanii gani au mtu gani aliosimama katika hili jambo aliosimama katika dini yake? Haya ni maneno yanawazuoni, anaishi ya wamekufa, lakini sisi leo tuko nayo tunaishi nayo. Anaenda yani kusema al-imam, wa ila dhulmi, na hawa watu hulemea katika dhulma, hawa watu huzama katika dhulma, dhulma fayushirikuna basi bwana wa wa hawa watu wakishakuwa wa wa wa na nalewa na zile sauti za nyingo, hawauzama katika shirki, humshirikisha Allah tabaraka wa taala. wa yaqtuluna lnafsa allati harrama llah, lakini pia ufika hatua ya kuziua nafsi au kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha isuliwe. Watawaua maalbinu hao, watawaua vikongwe, kisa wanataka mziki yao ikasikike, wanaudhu billahi min dhalik. Anaenda kusema alimam wa yaznun, bali uzama pia katika zina, uzama katika zina. Nyinyi watu wa maharusi nyinyi, nyinyi watu wa masherehe nyinyi, mnaiweka miziki nyinyi, yasikilize maneno, mnasababisha watu wazame katika zina, na nyinyi ni mashahidi wa hili. Maneno mengine yanakuwa ni magumu, lakini inabidi tuyazungumze. Tutafanyaje sasa? Tizama katika mashughuli yenu mnayoyafanya, mipira mingapi asubuhi nyinyi mwaiyokota nyinyi mipira mingapi ya okota? Watu wanafanya zinaa kupitia nyinyi. Waislamu mimi, siwasemi makafiri, wala sizungumzi na makafiri. Nyinyi Waislamu nini? Zinaa ngapi zafanyika pale na nyie mwaona? Watu wanatafutana siku zote, amtafuta mtu mke wa mtu hajawahi kumpata, lakini ajua kwenye shughuli fulani atakuepa, ajiandaa rasmi kwa ajili ya shughuli yako mwislamu. Nawakusanya watu kupitia nini? Miziki.

katika wale watu ambao wanasikiliza jipo maneno haya utayakuta katika Majmuu al-Fatawa juzu ya 10 ukurasa wa mia nne na kumi na saba Asheikhu lislam bin Taimia akituelekeza haya. Ayuha nasu, ibadallah, mimi naomba nizungumze kwa uchachi na wanawake Kwani nyinyi dada zangu, mama zangu, shangazi zangu, mlojiwekea kwamba unamsema mtu kupitia mziki, yaani mtu kakufanyia kitu fulani, wewe wasema nakupasha, wamwekea mpasho kwa nyimbo zinazoendana na lile jambo. Hivi wewe hujui, hakuna kosa litakalofanywa isipokuwa Mwislamu ushalizungumzia Kwani wewe huwezi kumpasha huyo kwa aya za Qurani? Huwezi kumpasha ukamsikilizisha lilalo kufanyia kwa ubaya, kwa kumwekea mawaidha? Hakuna mawaidha yanayosema watu majirani kufanyiana ubaya? Si yamejaa katika YouTube, yamejaa katika magurupu mbalimbali, nurusi mbalimbali. Wewe huwezi kumwekea ile mawaidha yakamwathiri moyo mtu anayefanyia ubaya jirani? mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika kuzungumza maneno mazito kunapokuwa na jirani. Wewe una uwezo, isipokuwa muweke mipasho, mipasho ya hao mnaowajua. Uko wapi wewe dada wa Kiislamu? Waona mume wako kufanya vibaya, asema namsubiri arudi, leo atanielewa. Wamwekea mpasho mume ambaye ajali wake zake. Uko wapi wewe na dunia? Kwani hakuna mawaidha ya wanaume wasiojali familia zao Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama katika hijjatul wada, wewe wajualili sahau hilo, kuwaelekeza wanaume majukumu yao. Kwa nini usitafute mawaidha hayo, ukastafuta ayati, hadithi zinazozungumzia hilo, ukaweza katika redio yako? Mume wako akija akisikia akarejea, sema mke wangu mimi ninakosea, kwa nini tusibadilike? Mpaka tuweni watu wamepasho mipasho Nyinyi watuharibia watoto wetu kwa mipasho yenu. Umekosana na jirani yako huko, mume hayupo juu nyumbani, hakupigwi nyimbo, kumbe ndo shajaza katika memori yako, wampasha jirani yako na watoto wanasikia. Baadaye mwanza kulalamu, watoto hawatuheshimu, watoto wameharibika. Tuliwahi kutaja hapa, nakumbuka ima hutuba mbili au tatu, mambo matano, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, anawaomba Allah akinge nao wasiadiriki. Wewe wayaeneza hayo, alafu watoto waje wao wazuri? La, tubadilike ndugu zangu katika imani. Mwisho ni malizia hotuba yangu kwa kuelekea kwa kuelekeza jambo moja juu ya watu wanaomiliki mali. Allah akakupa amana ya nyumba moja mbili tatu ngapi, wazimiliki wewe kuna wapangaji wewe, hivi waridhika katika nyumba zako kufanyike uovu, nyimba ambazo ni mazamili shetani? Yaani waridhika kabisa nyumba zako wasikia miziki na rindima, wala hukemei wewe, wasema ah, nitafanyaje? lakini ukinyimwa kodi ya nyumba wewe na, wewe bwana, wewe ndo tamjua huyo mtu kwamba pia nakiukata Uislamu ulivyomwelekeza kutizama huyu mtu anipikoje, kwa sababu gani, kwa ana nini linamsibu hilo? Ulikumbuka wewe? La, wewe munkari katika nyumba yako nayoimiliki, uliwapangisha watu wako, waweza kuzuia wewe. Kwa nini usiandike mikataba katika mikataba yako? Au waogopa, waogopa fukara? Waogopa ukiweka kipengele, bana mimi kwenye nyumba yangu mziki la, wasema ah, mimi simtapata wapangaji banaii wapangaji simtopata, mimtampata nani? Sasa bora basi ni nyamaze nipate. Waiuza dini yako kwa thamani iliyokuwa ndogo ya dunia. Wewe hujui, weka mkataba katika mkataba. Kwangu mimi jimbo sitaki na sikufundishi kwamba eti ufanye tajassus katika nyumba zako ulizopangisha watu ukawachunguze watu. La, uislamu umetukataza kufanya tajassus lakini kuna yanayokudhihirikia wewe, mpangaji umepanga, uko naye nyumbani kwako, nyimbo wazisikia kwa sauti zako, hapo atasema nimefanya tajasusi? Wapita katika majumba yako yapangisha, wazisikia nyimbo kabisa zalia, utasema nimefanya tajasusi? La, weka mkataba juu ya hilo, na ufahamu hiyo nyumba ulokupo nayo au hayo majumba ni, ni amana ya Allah na atakuuliza Thumma latusalunna yaumaidhin alim lnaim, anasema kisha mtaulizwa kuna ku nema nyinyi mlizoneemeshwa mlizitumiaje? Mlizisimamia vipi? Zilikwenda kwendaje? Lakini muislamu wa leo yeye anasema hapana, mimi nkiweka hayo sintopata wateja kwa, anakubali kuiuza dini yake kwa thamani ndogo. Anasema Allah tabaraka wa taala katika suratu Albaqara

Uka utakosa watu wa kupanga, bora uwakose kuliko kiuza dini yako. Allah anasema hakika wale wanaoyaficha yale tulioyateremsha katika kitabu, wakayaficha wayashtaruna bihi thamanan qalila, na wakayauza hayo kwa thamani iliyokuwa ndogo. Wewe unakuwa unaiuza haki kwa thamani ndogo, we wewe unaikataa kuwawekea mkataba huo wapangaji na watakapokuuvunja ukauvunja ule mkataba, endapo atakapouvunja ukavunja mkataba wao, unailichelea hilo wewe, ukasikia ukajifanya hujasikia wewe, waiuza dini yako kwa thamani dokuwa ndogo. Sikiliza anachokuambia Allah tabaraka wa taala, ulaika ma yakuluna illa ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nar, nasema hao hao hawali katika matumbo yao isipokuwa moto. Yaani wewe unaikataa kuwekea haki kwa kuwa kwamba utakosa wewe ukaiuza haki yako kwa thamani ndogo. Jua huli katika matumbo lako isipokuwa unachokula ni moto. Na Allah tabaraka wa taala akaendelea kusema, wala yukallimuhum Allahu yawm alqiyama, anasema watu hao siku ya kiyama hata wazungumzisha. Na ahlul ilmu anatuambia sio kwa hata wazungumzisha, bali hata wazungumzisha kwa ridha kwa kuridhia Atakuwa Allah amewakasirikia kweli kweli. wala yuzakihim, na Allah siku ya kiyama hata watakasa hao kutokana na hayo makosa yao. wala huma adhabun alim, na adhabu chungu itakuwa iko juu yao, adhabu chungu watakuwapo nayo hao watu. Wanaudhu billahi min dhalik. Ndugu zangu katika imani, fahamu masala ya nyimbo, masala kusikiliza nyimbo